Asante mheshimiwa mbunge, kwa majina anaitwa Emmanuel baptista Dendele asante. Swali langu na maswali mawili, swali langu la kwanza ah, swali langu la kwanza ilikuwa, naomba tuna uhaba wa walimu Ninga hapa shule ya msingi na sekondari, kwa hiyo tulikuwa tunaomba mheshimiwa mbunge utusaidie tuongezewe au walimu, ili watoto wetu waendelee kupata elimu. Jambo la pili, naomba nipende ku kazia hapo. Kwenye maguruguru hapa, tulikaa kikao cha mwisho na serikali hii yetu yote ya kijiji, tulikubaliana mwisho tarehe tano mwezi wa tano na leo hii, mpaka leo hii vijana wetu wanaendelea huko kuwa wezi na nini. Tulishakataa sisi kama wana kijiji, hatutaki huo mradi, yani hatupendi, na nilikuwa na pendekezo moja ambalo linaniumiza sana. Naomba utakapokuwa unaondoka yapakiliwa yale maguruguru wale wenye nayo kuchukua, waje kuchukua hapa ofisini. Niliomba mheshimiwa, liko chini ya ndugu yako. Naomba utakavyo, umesema leo unalala hapa kwetu, naomba utakavyokuwa leo unalala hapa uyachukue, waje wayachukulie ofisini. Hatutaki guru, mheshimiwa, alo maguruguru kabisa, na serikali ya kijiji kwamba bwana maguruguru hatunaomba hayo hatutaki kabisa. ii niliposema hapa Ninga kwamba watu wa Ninga mii nimefanya kazi kubwa sana, wanaosema mitaro tena, mikono juu, wengine walizembea kunyosha. Kwenye gulugulu mikono yote imeinuka. Ninga oye, Ninga oye, gulugulu chini, juu ibegundua jambo la guruguru linawaumba sana, ndugu zangu, watu wa Ninga, na mimi mwenzenu, ni jambo nimeongea mpaka bungeni. Sasa wa jamani, yale maguruguru yale, inaonekana huko nyuma wabunge waliopita huko nyuma walitunga sheria ya kuruhusu maguruguru sawa wale wenye maguruguru huwa wanapata leseni kwenye halmashauri na serikalini huko, oye. Oye. Kwa ajili ya maguruguru Ninga oye. Mimi nilimwambia jimbo langu la Lupembe, haya maguruguru yamefanya watu kuwa wezi, watu hawafanyi kazi, watu wanalewa pombe, wanakaa kwenye guruguru mpaka usiku wa manane watoto hawaendi shuleni kwa gulugulu. Kwa jimbo Lupembe imekuwa kama bangi. Sasa hapa watu wa Ninga aksabu tenaji, mimi ni mbunge wa, like, wa jimbo hili kwa kuwa wananchi wameikataa gulugulu, futeni gulugulu hapa Ninga. Ninga oye! Ninga oye! na mimi mbunge sitakiwi kuongea mambo yangu binafsi saw, sawasawa. Naongea mambo ya wananchi, sauti ya wananchi inasema, guruguru marufuku Ninga. Mtendaji, mheshimiwa diwani, na mimi nitamwambia mkurugenzi, guruguru hawataki kusikia guruguru hapa Ninga, watu Ninga, guruguru hawataki. Kwa hiyo sasa Twaninga, naomba mnikubalie hivi mimi kama mbunge kwamba nitakwenda kubeba ile maguruguru kule? Hapana, sawasawa. So, so. Ninga wewe kwamba nitabeba guruguru mpaka hapa? Hapana, hapo mbunge nitaruka, nita mpaka ninakuagiza mwenyekiti, hawa si wananchi wako bwana, walikupigia kura, si ndio? aiaji wa kata hawa si wananchi wenu? Gulugulu Ninga ni marufuku. Wanaosema gulugulu isipatikane Ninga mikono juu. Mwenyezi Mungu ameona na shetani ameona. Imefungwa rasmi. Naomba ni washauri wamiliki wa guruguru wakafunge Makambako, sawa sawa. Wana wataki guruguru, sawa sawa. Jamani, haya Minga oye! Kwa hilo mitano tunasindio hapo sasa, hapo sasa. Sasa bwana mwenzako mwenyekiti, nimepata mitano kwa ajili ya guruguru. Sasa watu wa Ninga mkikuta guruguru Ninga, fukuzeni, mimi niko na nyinyi, sawa sawa. Siwezi, siwezi kupata mitano hapa afu niachie guruguru wawezekani Ninga, wewe. Hiyo guruguru bwana isipatikani hapa nini, na atakayewagusa vijana wangu mimi na yeye sawa sawa. kwa kwa jina naitwa Justin Ngod. Mimi natoa rai kwamba nikotikuuguu asiwepo kwa, kwa, kwa sababu ukizingatia vijana wenzetu vijana wa huku Isitu shughuli zao kubwa utakuja kuwa ni kusukuma pingili au kusomba mbao. Sasa tofauti na mjini, kijana kwamba anajangaisha na biashara ambayo anajitegemea biashara zako ni chache, na baadhi ya vijana wengine hawana ajira yote ile, zaidi ya kwenda kwenda labda ya kuiba na wakaweza kuchezea kuchezea kwenye maguruguru. Nataka nini kifanyike? Mimi ningependekeza kwamba hii maguruguru, kwa sababu yapo kisheria, ndio pamoja kwamba wanalipia ushuru na nini, baadhi serikali iangalie maeneo gani yatumike maguruguru, na baadhi ya maeneo kama vijijini maguruguru yasiwepo, hii ni vyema yakawepo mjini.